Tatizo ambayo inaniuma mimi mda kata ya Kinyika wizi, naona hata jui. Tulizungumza, tuna kituo chetu cha polisi. Sasa kile kituo cha polisi mimi nashindwa kukelewa, sijui kile kituo ni kituo cha kupokea fedha, ni kituo cha kutusaidia si wananchi? Naomba, naomba, tunaumia sana. Tunakamata watuhumiwa kupeleka pale kwenye kwenye kituo cha polisi anafika mtuhumiwa, kesho ametoka. Sasa je, mnatuambia uwe wananchi wenye hasira kali? Mimi nimefuga mfugo wangu mwenye anakuja kuchukua mfugo wangu asiakuwa na, na hatia je vinifanyeje? Naomba mkuu wa wilaya sama nimeumia sana hili swala, mi ni mfugaji wa nungu, naumia hivi sahivi, napigiwa na fugaji wenzangu, nimeibiwa mbuzi, nimefungiwa, nimeibiwa jana kondoo zimejua hivi, niombe kituo cha polisi Matamba hivi kinasaidia nini? kama siwakata nimekamata ni mwizi nimpeleke kule. Kwanza na washukuru watendaji wa vijiji, wana kazi nzito na wenye viti, kuna mpiani mzito sana. mimi nataka niulize, hivi watendaji wa vijiji wanapokamata mtuhumiwa wapeleke wapi? wapeleke kituoni, niwasaidizi hasa, mkuu wa kituo anasema huyu hana kesi, watoe anarudi kijiji, maanake ni ana dangadanga hasa, si anaelimisha wengine. Ndio maana mkurugenzi, watu wa Kinyika wamefika faraa, wamechukua hasira kali, kuua mtu kewaisiki. Lakini naomba kituo cha polisi kama kimeshindwa, mi nasema ukweli, kama kituo cha polisi kimeshindwa, basi kiache, kiache. Naomba mkurugenzi, naomba kituo cha polisi kiwe ni usimamizi wa vijiji wenye vitu wa vijiji kiwasaidie na watendaji wa vijiji. Kuna swala la polisi watu swali kutoka Nungu hapa nilimwona polisi kata, ni polisi kata wa Matamba eh? msaidizi wa mkuu wa kituo cha Matamba, hebu eh, eh, eh, njoo ueleze kuna changamoto gani? wezi wanaachiwa, si ndio hivyo ni changamoto ya wote. Ndio. Kinyika, safi. Nashukuru kwa swali nzuri aliyouliza mwananchi wa Nungu kwamba kuna watuhumiwa wanafanya matukio wanapelekwa kituo cha polisi afu wanaachiwa. Kwa utaalamu nilionao, sidhani kama kuna mtuhumiwa ambaye amefanya tukio ambalo limekamilika akafika kituo cha polisi Matamba akaachiwa pasipo kufuata taratibu za kisheria. Kwanza, mkuu wa polisi wa kituo hana mamlaka ya kumwachia mtuhumiwa huru kwamba hana kosa. Mwenye mamlaka ya kumwachia mtu huru kwamba huyu mtu hana kosa ni mahakama. Kwa hiyo kama mtu aliachiwa kituo cha polisi, labda aliachiwa kwa dhamana au labda mlikamata mtu lakini mlalamikaji wa kesi hayupo. Kwa hiyo kitakachofuata ni mkuu wa kituo kwa mamlaka alionayo. Kama kama hakuna mlalamikaji, mtuhumiwa hawezi kukaa mahabusu kituo cha polisi pasipokuwa na kesi. Kwa hiyo kinachofuata ni kumwachia huru, lakini mtu mwenye kesi hawezi kuachiwa huru katika kituo cha polisi. Ni hayo. Kama kuna kesi mahususi, kuna mtu mmemkamata, ameenda polisi kesi haijaendelea, ameachua tu uhuru. Naomba hiyo jambo mliwasilishe kwa afisa tarafa, nitalifuatilia mwenyewe, maana mimi ndiye mwenyekiti wa kamati ya usalama. Sawa jamani. Na kulikuwa kuna swala la viongozi wa vijiji na vitongoji, wana motivation gani? Mimi nafikiri kazi ya mwenyekiti wa kijiji au kitongoji zimeainishwa na wakati wanaomba nafasi wanakuwa wanajulishwa. Kwa hiyo hili ni jambo la kitaifa, sidhani kama naweza nikaa na maswali mahususi kwa wilaya ya Makete kwamba tunaweza tukafanya nini kumotivate wenye vitu wa vijiji na vitongoji. Nafikiri wakubwa wetu wanafahamu na wanafanyia kazi kama kuna hiyo motivation, na labda sisi katika wilaya ya Makete tunaweza tukaangalia tukaweka mkakati wa kiwilaya, lakini kiujumla utaratibu ni ule ule kwa sababu ni cheo ambacho kipo nchi nzima. Tunaelewana jamani eh? Lakini pia swala la ratiba haikuratibiwa vizuri, tuombe radhi kama kwa kuna changamoto. Mimi sifahamu, mimi nimefika, nimeona watu ni wengi, nawashukuru sana. Kwa hiyo takuwa ni kwa watu wangu wataangalia, nafikiri hiyo ni jambo lenu la ndani kuweka sawa ratiba. Naomba radhi kwa hilo kwa niaba ya wenzangu nataka kusemaje? Tulishakamilisha safu ya kwanza, wenye vitu vya vijiji tumewapata, si ndio hivyo? Wenye vitu vya vitongoji tumewapata mwaka 2024. Mwaka 2025 tukakamilishe safu iliyobaki, tukachague viongozi bora kwa ajili ya maendeleo yetu. Tukamalizie nani diwani, mbunge na mheshimiwa rais, hapo vipi? Tukamalizie nani wa Nimu, kwanza nani wa pili wa tatu. Makofi na vigelegele kwenu wanakinyika. Mko vizuri? wasio wasio shangilia oye. Nimewapenda bure wanakinyika, kwanza mmekuja kunipokea kwa wingi sana tangia nimeanza mikutano yangu. Kinyika mmevunja rekodi, nimefurahi sana. Yani moyo wangu umeridhika. Na hapa Kinyika kwenye kata yenu tunaleta mradi mkubwa sana, mradi wa jenga kesho iliyo bora, ambao utagusa vijana na wanawake, na mradi huo utakuwepo kwenye kata kata ya Kinyika, kijiji cha Nungu.